Mlango wa arobaini na tisa. Nisikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu, naye anifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali, katika kivuli cha mkono wake amenisitiri, naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa, katika podo lake amenificha, akaniambia wewe umtumishi wangu Israeli ambaye katika wewe nitatukuzwa. Lakini nikasema, nimejitabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida. Lakini hakika hukumu yangu ina Bwana na thawabu yangu ina Mungu wangu. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliye niumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena, maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Naam, asema hivi: ni neno ndogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Bwana mkombozi wa Israeli mtakatifu wake amwambia hivi: yeye anayedharauliwa na wanadamu yeye anayechukiwa na taifa hili, yeye aliyemtumishi wao watawalao, wafalme wataona, watasimama wakuu, nao watasujudu, kwa sababu ya Bwana aliye mwaminifu, Mtakatifu wa Israeli aliyekuchagua. Bwana asema hivi, wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia; nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuwarithisha urithi uliokuwa ukiwa; kuwaambia waliofungwa haya, Tokeni! na hawa walio katika giza, Jionyesheni! watajilisha katika njia na juu ya majabali watapata malisho. Hawataona njaa wala hawataona kiu, hari haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia, naam karibu na chemchemi za maji atawaongoza Nami nitafanya milima yangu yote kuwa njia, na njia kuu zangu zitatukuzwa zote. Tazama, hawa watakuja kutoka mbali, na tazama hawa kutoka kaskazini na kutoka magharibi, na hawa kutoka nchi ya Sinimu. Imbeni, enyi mbingu, ufurahi e nchi, pazeni sauti ya kuimba, enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, naye atawahurumia watu wake walioteswa. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu na kuta zako ziko mbele zangu daima. Watoto wako wafanya haraka, hao wakuharibuo nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako. Inua macho yako ukatazame pande zote, hao wote wanajikusanya na kukujia. Kama ni hivyo, asema Bwana, hakika utajivika na hao wote kama kwa uzuri, nawe utajifungia hao kama bibi harusi. Maana katika habari za mahali pako palipokuwa ukiwa pasipokaliwa na watu, na nchi yako iliyoharibika, hakika sasa utakuwa mwembamba usiwatoshe wenyeji wako, nao waliokumeza watakuwa mbali. Watoto ulionyang'anywa watasema masikioni mwako, mahali hapa ni pembamba, hapa nitoshi, nipe nafasi nipate kukaa. Ndipo utasema moyoni mwako, ni nani aliyenizalia watoto hawa, na mimi nimefiwa na watoto wangu, nami ni peke yangu, nimehamishwa, ninatangatanga huko na huku? Tena ni nani aliyewalea hawa? Tazama, naliachwa peke yangu, hawa je, walikuwa wapi? Bwana Mungu asema hivi, Tazama, nitawainulia mataifa mkono wangu na kuwatwekea kabila za watu bendera yangu, nao wataleta wana wako vifuani mwao na binti zako watachukuliwa mabegani mwao. Na wafalme watakuwa baba zako za kulea na malkia zao mama zako za kulea, watainama mbele yako kifudifudi na kuramba mavumbi ya miguu yako nawe utajua ya kuwa mimi ni Bwana, tena waningojao hawatatahayarika. Je, aliyehodari aweza kunyang'anywa mateka yake, au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliyehodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliyejabari wataokoka, kwa maana nitateta na yeye atetai nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu na hawa wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya; na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako, na mkombozi wako ni mwenye enzi wa Yakobo.